Lengo kuu la semina hii ni kukumbushana kama nilivyosema, wajibu wetu wanahabari katika kuzuia vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi wa uh, uchaguzi mkuu Novemba 2025 ambapo wote tunaelewa tunaenda kuchagua madiwani wa bunge na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uh, semina hii hasa hasa tunataka wanahabari hasa mkoa wa Morogoro ambao ndio walengwa, tuko mkoani kwetu, tushiriki vipi vip vip, katika mapambano dhidi ya rushwa. Tushiriki vipi katika kuzuia vitendo vya rushwa huko mtaani tunapopita, kwa sababu sisi tunawafikia wananchi sehemu kubwa sana, pengine kuliko hata sisi kama hiyo. Kwa hiyo nyie wana habari ambao mko karibu sana na wananchi, tunaamini kabisa kama mabalozi wetu, mna nafasi kubwa sana ya kusikia au kuona vitendo vya rushwa vinavyoendelea huko kwenye harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Naamini kabisa, wanahabari, tunaishi na wananchi huko kwenye kata, kwenye majimbo, tuko na wananchi kwa karibu sana, na wanahabari wengine tunashiriki hata katika kampeni au masuala mengine yote kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo basi kupitia uh, semina hii tutapitishwa kwenye dhana ya rushwa, lakini pia tutapitishwa kufahamu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tunajua mnaijua, lakini mjue hasa majukumu yetu ni nini, na hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 2025 na pamoja na hayo, tutapitishwa pia kufahamu baadhi ya makosa ya rushwa katika uchaguzi. Sawa. Kwa maana hiyo, tukielewa makosa ya rushwa ni yapi wakati wa uchaguzi au kabla, yani mimi kuelekea uchaguzi, wakati wa uchaguzi uchaguzi na baada ya uchaguzi, vyote hivyo tunaviangalia, sio wakati tu wa uchaguzi, lakini kipindi hiki hasa cha kuelekea uchaguzi tunaelewa. Kipenga bado hatujapigwa, lakini kuna watu wameanza kujitisha, kutisha huko mtaani, nadhani wenyewe mnajua na mnaona. Tunapaswa yote hayo kuyafichua, lakini pia sisi kama wanahabari eh, sisi wenyewe tunatakiwa tuwe mstari wa mbele mwanahabari ukipofushwa kwa rushwa hautaweza kuandika au kutoa habari za vitendo vya rushwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi kinachoendelea katika mkoa wetu. Tunatarajia kupata viongozi bora, viongozi. Viongozi bora na sio bora viongozi. Viongozi bora watapatikana pale ambapo haki itatendeka. Wananchi wamtambue mgombea ambaye anaenda kugombea hiyo nafasi ya uongozi ambaye ana uwezo wa kuweza kuwasimamia na kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro. Lakini rushwa ikitembea, michezo michafu ikifanyika, watu wakirubuniwa kwa pesa, kwa vifaa, kwa sijui nguo na nini na nini, watu wanapofushwa macho, hata waandishi wa habari wanapofushwa macho, kalamu zitateleza, hatutaweza kuandika na kutenda haki, matokeo yake tutawapamba wasiopambika ambao hawafai na tutawaziba tutawafukia wale ambao wanafaa. Uongo jamani, wanahabari, kwa maana hii semina hii pamoja ni, ni katika kushirikishana jukumu letu kama tulivyosema kwenye slogan yetu, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu lakini pia wajibu wa vyombo vya habari katika kupambana na rushwa ambayo nimeshaisema, wajibu wetu ni nini. Kwa hiyo kuna wawezeshaji ambao watatupitisha kwenye maeneo yote hayo. Naamini baada ya semina hii tutapata taarifa nyingi, na tutatenda haki, hatutamwonea mtu, kusipokuwa na rushwa, tusipopofushwa, tutatenda haki, tutaandika yaliyo kweli, na tutafichua vitendo vya rushwa, hata zile dalili za vitendo vya rushwa. Tutapata taarifa kama TAKUKURU. Tunaombeni sana mwe mabalozi wetu wazuri, na masemina hii iweze kutusaidia kusonga mbele na hatimaye kupata viongozi bora na kutu...